Eh, baba vipi kaka? Mwema kabisa. Ah, sasa mwendo kutabasamu, mwendo angiri tu kaka. Ah, sasa hivi mbona ninachofurahia zaidi bwana kisasi kimelipwa kwa ufanisi. Alafu hapo vile naona nazidi kukaribia vitu, tena sio kukaribia. Naona ubingwa huu hapa coming mikononi mwangu. Mara 31 vidume vinakwenda kutangaza ubingwa. Na mimi hii kaka kwanza watoto wa mudi wao wenyewe. Kwa hiyo hichi tunataka mpaka wahame. Nilimwambia kwenye misimu ile ambayo ilibaga ubingwa mara nne. Sisi tunakwenda kulipa minne, tunabeba minne mingine yani nane. Sisi tumebeba minne tu. Sasa tunabeba mara nane mfululizo tumebeba mitatu, huu wanne, sasa bado minne mingine mbele huko. Kwani mtopolo, ligi imeisha sasa. Sasa mimi nimechambana, nilikuwa na saba ambazo labda zilikuwa ngumu, zilikuwa ni mbili tu, ambayo ilikuwa Tabora pamoja na hao nane wafunga madishi, hao wote nishabugujua tayari. Yule nimempa kibajaji, nimempa bodaboda. Kwa hiyo sasa, katika mechi nne zilizobakia mbele yangu hapa, si tano, sijui nahitaji michezo yangu miwili tu, ama pointi zangu nne niweze kutangaza ubingwa kaka. Mzee utopolo, uh, Diara ameruhusu goli, ameondoka bila clean sheet leo maana alikuwa anamkaribia karibia pale. Uh, pimpin kamera na nimwambie dick jala, hey, golikipa mahodari kabisa protekta, nimwambia asivunjike moyo. Michezo liobakia hapo mbele katika ile minama mitano, mimi najua kabisa atakwenda kumkuta yule buibui yule. Mimi najua katika ile michezo mtoto wa mudi liobakiza na viporoporo vyake vile, mimi najua kuna michezo miule anakwenda kudondokea pua huko. Hata jana mmeshindwa kuwauliza pale mpaka ameletea aibu taifa. In, angalia ule uwanja jana walivyoulimalima ulimalima ule umebaki kubanda mpunga tu pale, yeah, rafiki yangu. Angalia ule uwanja ulivyo ulimalima. Kwanza kati. Nimekwambia kutinga nusu finali so issue. Yeah. Mwambieni kuna kidume kilifikaga ambao ni sisi. Tulifikaga finali. Mwisho siku tukatoroka kwa kanuni. Wao <tutu> wanasema ndo wanalileta kombe. Nimekwambia ndugu yangu mwandishi wa habari, mtoto wa Muda kilileta kombe la shirikisho hapa. Hapa hapa. Yana yeah. Yeah. Yeah, kavunja la rekodi rodiki mimi Tanzania inageuka kuwa Tanganyika, tunarudi hizo za zamani, jeshi linavaa kaptula. Mtoto wa Mudi alilete kombe hapa nikiwa kama rais wa yote Tanzania, mtoto wa Mudi biashara imeshaisha aende wapi? Mimi natoa ahadi, nikiwa kama rais wa heke wote Tanzania, mtoto wa Mudi akileta kombe hapa kila mtoto wa mudi naomba alinidai laki, laki sikori kituo wa uwanja ndege pale. Kila mtoto wa mudi narudia laki laki. Kaka mtoto wa mudi biashara imeshaisha, kaka nimekwambia hii safari hii nimezamiria, nimesema mtoto wa mudi kasafika kwenye kisima cha burudani. Siku zote anaanza na anayemaliza, anayemaliza ndiyo huaga faida. Mtoto wa mudi alianza kule, kampa mtu kapewa bodaboda. Mchosiko amekuja kuleta vizazi vifupi kama nani kama mbilimbi pale kwa Mkapa wameunia ule uwanja wameshinda mbili. Mchosiko akaenda kwenye maisha kumbolela maisha ni makombolela bukio, okoe wenzio pale, mwzoziku zikashinda. Sasa mi <laughs> najua kwenye nusu fainali anaanzia nyumbani sasa, anaanzia nyumbani, aenda kumalizia sa uzazi ule. Biashara imeshaisha kaka, wata, wa, wakati wa kwenda watapitia uwanja wa ndege, wakati wa kurudi watarudi na kimbinyiko kupitia Mbezi. Biashara imeshaisha ende wapi kaka? Nashukuru juzi, ame, jana ameroga ule uwanja kaka, wamefanya makosa ya jinai, itakuwa shtakiwe wewe. Mpaka unamuona meneja wa uwanja kaka, washawahi kuona wapi meneja wa uwanja anaondolewa? Yaani timu inamlazimisha meneja wa uwanja aondoke, washawahi kuona wapi? Kwa watoto wa mudi waambie hivi, wamefulia. Biashara imeshaishia pale kaka, ende wapi? Shukuru shukuru, eh bwana, sisi ndo mabingwa mabingwa.